Tunaye dereva matachari kabisa kaya Constable Adelina Kaumba Bakari, lakini pia katika crew yetu leo, sin kamanda atakuwa kopo Diana mlingi a ati, akiwa na crew mbili ya maokozi pamoja na ya kuzima moto itaongozwa na Kopla Agnes Mnyani akishirikiana na Kurosongu Habibu pamoja na Mariana Daniel, lakini vilevile katika crew ya maokozi itaongozwa na Kopla Agnes Mnyani, itaongozwa na Kopla Eva Jeremia akishirikiana na Kopla Eva

Katika operesheni ya mtambo wetu tutakuwa naye Adelina Baumba Bakari, anayerusha mpira ambaye anaye Rana Halls ni Kuruthumu Abdala Habibu, mpiganaji mahiri sana lakini pia vile vile branchmen ni Koplo Agnes Mnyani. Messenger tunaye Mariana Steve be anachomeka ili waweze kupambana na moto. Ametoa taarifa ya kuamuru maji yaruhusiwe kwenye gari

Ameokolewa na anapelekwa mahali usika kwa ajili ya msaada zaidi. <coughs> Rana anaenda kutoa taarifa ya kuzuia maji kwa muda, na nanaa iane kuchukua hu kwa ajili ya kusambaza

Oa taarifa ya kumug maji kutoka kwenye hozi akishirikiana na FC Mariana Daniel wakijiandaa kukunja hozi kwa ajili ya maelekezo mengine. Huu <coughs> <coughs> <coughs> inaendelea na taratibu za kukunja hozi, na vifaa vingine kuvirudisha moto katika nyumba yake chaja anawaamrisha wapiganaji wake kwa ajili ya maelekezo zai, lakini pia vile vile sini chaja anaelekea kutoa taarifa kwa high command wa